Alafu ndio nipeleke programu kwa ndio msaka karibu, ndipo hapa jana akatoa na zambi zake. Karibu karibu, asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, familia ya mwendazake nyinyi Chebukati, Prime Cabinet Secretary wetu ambaye yuko hapa, speakers wetu wawili ambao wako hapa na viongozi wenzangu wengi ambao wamekuja kusema kwa heri kwa ndugu yetu siku ya leo. Mimi kwa niaba yangu ningependa pia kuleta kwa familia ya Bwana Chebukati. Mimi ni gavana leo hata sivyo? mchangamke, mchangamke. And just to demonstrate this story asabauatagaa aa how funny was And I mwaka wa 2017 nilikuwa nimesimama kama gavana kule Kungoma, na kura itakuwa ni ngumu sana. The, the competition was stiff so ikawa mashabiki wangu na wale mpinzani wakapigana, nikapelekwa kwake, nikofika nikamwambia, unajua mimi natoka nyumbani, unaweza kunisaidia. Akaniambia, kaniambia oia crime

Tuko na rais wetu hapa ambaye tumefanya naye kazi naye hako. Kwa hivyo kwa wakati huu yeye ndiye yuko na tunashukuru kwamba chairman wa IEBC kutoka eneo hili letu. Ni kwa Jason ambaye alikuwa hapa mwaka 1999. Kwa hivyo kwa familia, Mama Mary, na watoto wenzake, go in peace, na Mungu awabariki sana, asante. Asante sana, sana Gavana Lusaka, Gavana Bungoma. Ningependa pia kumuita Gavana Chelili moja <laughs> Gavana wasumujisho